Ambacho kita kwa kitakuwa kizuri zaidi kuliko hichi ambacho tuko nacho. Tunaingia kwenye uchaguzi wa Tanzania tukiwa wamoja, Watanzania tukiwa na amani, Watanzania tukiwa na mshikamano. Kwa hiyo Watanzania wasifikirie kwamba jambo hili limejengwa kirahisi. Nakumbuka mara baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka sitini na moja vyama vya siasa vyote vilipigwa marufuku na ikawa chama cha TANU peke yake ndio kinaongoza serikali. Kwa nini ilifanywa hivyo? Walijua kwamba tukiendelea na vyama vingi kwa wakati huu kuna hatari tusiwe tusiweze kuwa na umoja ambao kuwa ndio alama kubwa ya uhuru wetu, kwa sababu nembo ya taifa ni uhuru na umoja. Lakini Zanzibar, mara baada ya mapinduzi ya mwaka 64, marehemu Abedi Amani Karume alisema hivi, alipiga marufuku vyama vyote vya siasa, ikabakia Afro Shirazi na akasema chama mfumo wa vyama vingi wa Zanzibar utarudia baada ya miaka hamsini. Wako watu wanazo rekodi nyingi na hupenda sana kuzizungumza rekodi za Karume nyingine, lakini hii hawaizungumzii. Lakini kwa nini alisema vyama vingi havitorudia mpaka baada ya miaka hamsini? Wasema lengo letu ni kujenga umoja kuwa na mshikamano, lakini kujenga uchumi shirikishi. Tutakapofikia hatua hizo, ndio tutajua kwamba vitu hivi tumekamilisha, kwa hivyo kutakuwa na haja ya kurudi katika mfumo wa vyama vingi. Lakini kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu alimpa umri mfupi katika siasa zetu, marehemu Abeid Amani Karume mwaka sabini na mbili akauliwa lakini, hata hivyo, walioendeleza walichelewa kurudi katika mfumo wa vyama vingi. Kama sikosei, nadhani ulichukua miaka ishirini tu au ishirini na tano. Kwa mfano, ukiangalia mwaka sitini na nne na uchaguzi, na vyama vingi vikarudi mwaka 92, tisini na mbili. Na leo toka turudi katika mfumo wa vyama vingi tuko katika mwaka wa thelathini na tatu. Kwa hivyo hata miaka thelathini kwa Zanzibar hatukufikisha, na ndiyo sababu leo hii ukimwambia mtu yoyote, nipe faida iliyopatikana baada ya kurudi katika mfumo wa vyama vingi na athari ambazo kwa zimepatikana kwa kweli, tunaweza kusema athari zinaweza zikawa nyingi kuliko faida ambazo kwa zimepatikana. Nazungumza hivi nikiwa naimaanisha hivi, pamoja na kwamba ni mgombea wa makamu wa rais, lakini na mimi ni mtu ambaye kwa huwa nafuatilia sana masuala ya siasa na kijamii, na mara nyingi hufanya kama mchambuzi wa mambo ya kisiasa. Wakati wa mwaka, mara baada ya mapinduzi, umoja uliokuwa unataka kujengwa ulikuwa ni mmoja wa, wa kweli, na kama watafiti wanakumbuka, ilifika pahala kwamba mwarabu amwowe Mswahili au Mswahili amuoe Mwarabu, ili kujenga taifa lenye umoja, bila kujali itikadi zetu, bila kujali makabila yetu. Hayo yalifanyika, ingawa jumuiya za kimataifa zikuja zikapiga kelele sana kwamba ni uvunjifu wa haki za binadamu, lakini leo tunavyo vizazi ambavyo kuwa tunajivunia kwamba hivi ndio vizazi vilivyopatikana mara baada ya mapinduzi, kwa sababu ilikuwa msingi mkubwa ni kujenga umoja, watu wasikae wakajilabu kutokana na rangi zao, kutokana na makabila yao. Na wenzetu wa Tanganyika, licha ya kwamba Tanzania kuna makabila karibu mia moja na ishirini, lakini waliitumia fursa hiyo kuhakikisha tunakuwa kama kabila moja wa Tanzania, na hasa pale tulipounganisha Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo haya mambo ambayo kuwa leo tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa na furaha, lakini tukiwa watanzania ni wamoja, sio kwamba yamekuja tu kirahisi, yalijengwa kwa misingi imara ya waasisi wetu marehemu Abeid Amani Karume na marehemu Mwalimu Nyerere. Sasa, kutokana na mazingira tunayokwenda nayo, kuna hatari ya umoja huu ukasamaratika, licha ya kwamba Zanzibar tulikaa zaidi ya miaka ishirini na, na kitu hatufanyi uchaguzi, lakini umoja wetu ulikuwa ni mzuri, lakini leo tumerudi katika mfumo wa vyama vingi, tumeona matatizo ambayo yalikuwa yanajitokeza. Sasa nimejaribu kufuatilia mikutano ya vyama tofauti, nimewasikiliza CCM licha kwamba na mimi ni mgombea, nimewasikiliza na vyama vingine, lakini inaelekea sasa hivi kuna vyama vya ukombozi kwa sababu kuna wengine wanakuambia, tunaingia kwenye uchaguzi ni ukombozi wa Zanzibar.